alidinywa <laughs> elfu saba na mia nne elfu ngapi? Nusu milioni <laughs> lakini wewe akuwa tatu milioni, alidinywa ikaisha mama. Hata we tukiambiana ukweli, kale si ni ka kijana kadogo, na we nilimamalizima, nataka kwenda ku kijana, hata ni mdogo we nilimamalizima, kuna mtoto si wa 20 years